Watoto wa ajabu wakawa wanatuangalia, macho yao yalikuwa yakiwaka kama mbalamwezi. Mtu wa ajabu akatokea akisema, umefanya kosa kubwa kusimama, hakika hamtafika mwisho wa hii safari. Kundi la wachawi walitokea pasipojulikana, wakaanza kutuzunguka wakicheza ngoma za kichawi. Yule wa manguo mekundu akatutokea tena, tukavutwa na kamba ya kichawi alikuwa na fisi wawili juu ya gari letu. Yesu nilinde, nisaidie baba, sitaki kufa jamani. Karibu kwenye simulizi ya Safari za Usiku, sehemu ya pili 2. Yani, kabla hatujaanza, tafadhali sana nisaidie kubonyeza hiyo button ya like hapo kushoto chini ya video hii, kisha bonyeza alama nyeusi kama ipo hapo kulia imeandikwa subscribe, basi ibonyeze nayo, alafu uingie sehemu ya comment, tuambie unafuatilia simulizi hii ukiwa wapi, na utupatie maoni yako kuhusu simulizi hii. Haya, tuendelee na sehemu ya pili ya Safari za Usiku. Nilipofikisha abiria stendi ya mjini asubuhi ile, hali ya hewa ilikuwa bado na ubaridi wa alfajiri. Watu walishuka taratibu, wengine wakipiga magoti ardhini na kumshukuru Mungu, wengine wakikumbatia mizigo yao kana kwamba ilikuwa ngao dhidi ya yote walioshuhudia usiku. Nilimuona yule mama mchungaji yule aliyesimama ndani ya basi na kukemea, akinong'ona maombi ya shukrani, na abiria walimpitia mmoja mmoja wakimpa heshima kama kuhani wa vita aliyorejeshwa taifa lake salama. Sikuweza kusema neno. Nilivyofinya breki, mikono ilitetemeka, moyo wangu ulikuwa bado na hofu sana, lakini nilijua kuwa safari imefikia mwisho. Nilifika ofisini kukabidhi funguo, nikamuona bosi wangu, Musa, akaniita kwa sauti ya choka. Nitakuona jioni, twende tukapumzike. Mimi nikamjibu kisauti cha chini, bosi, leo nahitaji likizo, na pengine nitaacha kabisa hizi ruti za usiku. Hakusema kitu, alinitazama tu. Nilipotoka nje ya ofisi, upepo mwanana ukanigonga kidevuni, na mapigo ya moyo yakapungua. Nikapumua kwa nguvu, nikasogea upande wa kivuli, na nikaketi kwenye benchi la mbao. Macho yalijifunga yenyewe. Ghafla nikashtuka nipo kitandani. Kumbe nilikuwa nimesinzia na simu yangu ilikuwa ikiita, mweli ukaanza kutetemeka. Nilinamisha macho kwenye saa yangu ya mkononi iliyoonyesha saa mbili na nusu usiku. Nilikuwa nimelala kwenye kitanda changu cha pale ofisini nikivuja jasho. Kumbe yote niliyoyaona barabarani usiku mpaka kuwasili stendi, bosi, benchi vilikuwa ndoto. Na hapo ilikuwa bado dakika kumi na tano gari lianze safari. Nilipopokea simu nikakuta ni Juma, alikuwa akinipigia, akasema stendi tayari gari limeshajazwa abiria, kwa hiyo wananisubiri mimi tukasaini kuondoka kuanza safari. Da, nilisikia damu ikikimbia mwilini, nikaruka kitandani, nikavaa bukta bila mpango, nikavuta tisheti la kijani lililoninginia nyuma ya mlango. Viatu vya kuendeshea vilikuwa sireheni, nikavivaa vibaya, nikadakia funguo mezani. Nilipofika stendi nililikuta Banka Express likiwa limeshawashwa tayari, taa za ndani zikitoa mwanga hafifu. Konda wangu Juma alikuwa ametanua mikono akiniita kwa ishara ya haraka. Kaka Musa akasema kwa sauti ya kuchoka, tumebakiza dakika tano tu tuondoke. Nilipofunga mkanda, nikapitia kioo cha ndani, moyoni nikitaraji kuona viti tupu, ila viti viwili vya nyuma kabisa vilionekana vikiwa vimekaliwa Sura zao zilikuwa gizani, ila nilihisi hali yasiyokuwa ya kawaida. Nikajisemea moyo moyo, ila leo hmm, munu ndiye ajuae. Tukaondoka kuianza safari huku tukiikata barabara ya rami iliyonyooka, jiji likatoweka haraka nyuma yetu. Dakika kumi za kwanza zilipita bila tatizo mpaka nilipoona taa za barabarani zikizima moja baada ya nyingine, kana kwamba mtu anazizima kwa swichi. Juma akanisogelea macho yake yakiwa ya na hofu ya wasiwasi kuna bendera ya kijani mbele kaka umeiona akasema kwa sauti ya chini nilipogeuza macho taa za mbele zilimulika kipande cha kitambaa cha kijani kikiwa kimesimama katikati ya lami hmm, nikashtuka nilikumbuka alama hii niliiona ndani ya ndoto sikuwa na muda wa kukata kushoto wala kulia njia ilikuwa nyembamba Nikapita juu ya hiyo bendera. Nilipopita juu ya hiyo bendera, gari likatetemeka, kana kwamba chini kulikuwa na barabara ya treni. Yani leli kaenda upande wa kushoto bila mimi kugeuza. Nikauchomoa kwa nguvu, nikarudi katikati kwa nyuma. Wimbi la kelele za abiria lilipanda, wengine wakiomba, wengine wakilia. Nikajisemea moyoni kwamba mbona kama ndio kwanza picha inaanza. Du, ghafla tukamuona mtu amesimama katikati ya barabara. Alikuwa amefunika mwili mzima kwa joho jeupe, uso wake hauonekani ila moshi wa kijani ndio ukaona toka usoni. Alikuwa hakanyagi adhi. Nilitamani nimkwepe, ila hofu niliyokuwa nayo ikanifanya nifunge breki ghafla. Baada ya kusimama, nikamsikia akisema, umefanya kosa kubwa kusimamisha hilo basi, hakika nakwambia hamtafika mwisho wa safari hii. Kisha akayeyika kuwa moshi na kupotea. Nilimgeukia Juma kumwangalia, nikamwona amepigwa na butwa, ila cha kushangaza sasa, hakuna hata abiria mmoja aliyeshuhudia kilichotokea wala kumuona yule mtu pale mbele, zaidi ya mimi na Juma tu. Tukaendelea na safari, tukafika bondeni, gari kateremka kwenye mashimo madogo madogo yaliyofunikwa na vichaka. Huko chini kulikuwa na korongo refu lenye maporomoko niliyowaona ndani ya ndoto. Mwanga wa mwezi ulikuwa nyuma ya mawingu lakini sauti ya maji iliyobamba mawe ilipanda kama ngoma ya pepo. Gari zima likaingiwa na baridi, vioo vikatoa undani sekunde moja. Ghafla yule mama niliyemwota ndotoni akatokea barabarani, safari hii bila hofu moyoni mwake. Akanyosha mkono akiashiria tusimame, nikakanyaga breki, lakini breki ikawa kama imepakwa sabuni, yaani haikushika kabisa. Gari likaendelea kwenda, halikusimama. Mama akafungua mikono yake miwili kama anamkumbata mtoto, basi likapita ndani ya mwili wake. Mwanga ukapotea, niliona giza tu ndani ya sekunde tatu, kisha mwanga ukarudi. Nikahema nijua tuko nje ya ulimwengu wa kawaida. Tukajikuta sehemu sehemu ambayo haikuwemo kwenye ramani ya yoyote ya akili ya kibinadamu. Barabara ilikuwa bado ya rami, lakini kuanzia hapo, kila hatua mbele ilionekana kama majaribio yaliyotengenezwa kichawi. Kulikuwa kimya kimya, kisichokuwa cha kawaida. Hata sauti ya tairi kukanyaga lami hazikusikika. Mbali mbele, tuliona taa moja tu ya mtu anayejikongoja, wakitembea gizani. Ghafla taa za basi zikatwama, kama zinagoma kuangaza mbele zaidi ya mita tano, kisha zilijizima zenyewe. Hapo ndipo, pembeni ya barabara, wakatokea watoto ambao da nini! Yaani si wa kawaida. Walikuwa wamesimama, ila kilichotutisha ni nguo zao pamoja na macho yao. Walikuwa wamevaa manguo mausi yasiyo ya kawaida, macho yao wote yakiangaza moja kwa moja kwenye vioo vya basi letu. Kila abiria aliyeangalia nje alipata kuwaona. Abiria mmoja alilalamika taratibu, dereva kanyaga moto usisimame, huu ni mtego. Nikakanyaga moto bila kusimama tukawapita wakituangalia kama vile wanatukaribisha kwenye teritori zao. Tukafika sehemu nyingine ambapo mbele kulikuwa na miti mirefu ya mbao. Mzee mmoja wa miaka sabini ambaye alikuwa kimya muda wote ndani ya basi akasimama gafwa, akashika kifimbo chake, akasema kwa sauti, sio hapa, hawa ni wa kwangu, sitakubali leo, ni zamu yangu. Ebana da, kumbe ndani pale nao tulikuwa tunabeba watu hatari. Nadhani nilikuwa sahihi. Ghafla akapotea akatokea nje akiwa na wenzake watatu, wakiwa wamevaa mavazi ya mazishi, joho meusi, vichwa vimefunikwa kwa lesko, wakicheza ngoma kimya kimya, vinywa vimefungwa kwa utepe mwekundu. Miguu yao haikugusa ardhi, walikuwa wanateleza hewani, wakizunguka gari letu kama wanazunguka jeneza. Kwa wakuwa wanatuangalia sisi, walikuwa wanatuangalia tu, kama hawana shida na sisi. kabla hatujaendelea, kioo cha mbele kilipigwa kwa nguvu mara moja, kama jiwe limegonga lakini hakuna aliyeonekana nje. Tulipojaribu kutazama kwenye dashboard, muda ulikuwa umeganda kwenye saa nane na robo usiku. Konda Juma akatoa simu yake ya dharura, hakukuwa na mtandao. Ghafla basi likakubali kuwaka, nikakanyaga mafuta tukafika sehemu ambapo mbele kabisa tuliwaona watu wawili wamesimama njiani wakisubiri kama wahudumu wa standi, wanatabasamu, ila macho yao hayakuwa na mng'ao, wanapunga mkono. Tulipowapita moshi wa ajabu wenye taswira ya mtu ukalivaa basi, nikajaribu kulituliza basi mpaka likatulia, lakini basi likajichomoa lenyewe kama lina akili, yaani likaanza kujiendesha lenyewe kila nikikunja steering kushoto halikati, wala kulia haliendi. Tukaingia kwenye njia tofauti na ile yetu, yaani ilikata kona ghafla kushoto. Abiria wakapiga kelele, Juma alianza kutetemeka, mikono yake ikielekea kwenye dali ya basi. Kuna kitu kwenye dali ya basi kaka, akasema kwa sauti ya kukauka. Nikainamisha kioo cha juu, nikamwona mbibi mwenye manguo meusi macho meupe, amekaa juu ya basi kwenye ungo. Pembeni kuna fisi wawili, mmoja mweupe mwingine mweusi. Walikuwa wamesimama tuli, macho yao yakishika nuru ya taa za barabarani, meno yao yaking'aa kama fedha. Mbibi akainama kidogo, akang'ata didole chake cha gumba, akachora alama hewani. Mara ghafla, mlango mdogo ukatokea kwenye hiyo njia na paka mweupe akarusha mwili wake ndani, akageuka kuwa kiumbe chenye miguu ya binadamu, kichwa cha paka, mwili wa binadamu. Abiria walipiga mayowe, lakini sauti zikatoweka hewani, zikamezwa na giza. Basi likaanza kuyumba kama mtu analivuta kwa kamba nene isiyoonekana. Akatuvuta ku... ile kamba ikatuvuta kwenye maporomoko ya ajabu, tukaangukia ndani ya hayo maporomoko humo ndani ni kiza kinene na sauti za vilio. Mwisho wa hisia ni pale basi lilipotua, lakini halikutua juu ya ardhi ya kawaida, lilishuka kwenye uso mgumu wa ajabu kusimulia. Swali ni je, ndio wameingia kuzimu? Na je, watawezaje kutoka huku, au ndio huu mwisho wao? Tukutane kwenye sehemu ya tatu ya simulizi hii ya Safari za Usiku.